Karibuni sana kiswahili ni rahisi leo, tunaangalia maswali na majibu ya fasihi ushairi. Soma shairi lifuatalo kisha ujibu maswali. Pana haja ya kupima neno, tuzuliwe langu tusizowee kusema hili ni neno langu, huenda hujimapema, langu huja kuwatungu, ikaja kukusakama na kukuposha kwa Mungu. Pana haja ya kupima neno, huwa ni la kwako, likiwa ndani moyoni, lakini katusi kwako, likishavuka menoni kwa hivyo likitokako liweke kwenye mizani, linaweza kuwa cheko ama tusi kwa windani, pana haja ya kupima. Maisha nayo si wako, utabaradi milele, ungeaishi ja yako ni taunu ya maumbile, mgawa sikufu yako mshindani hililile, akupapo akupoko, utaishi pale pale, pana haja ya kupima. Kaseme na moyo wako, ubaini haya yale, ukiambacho ni chako, kisikupe mageule, kitu utakacho chako, huenda kiwe cha wale na usemacho si chako kiwe chako ndicho kile, pana haja ya kupima. Swali la kwanza: eleza dhamira ya shairi hili, yani mwandishi anataka kutuonyesha kitu gani, au kutufunza kitu gani? Ni umuhimu wa kuchuja mambo kabla ya kutelekeza ba Eleza bahari zozote tatu za shairi. Bahari ni aina za shairi. Kwanza ni msuko, kibwagizo kina mizani chache, au unaweza kusema kibwagizo kimefupishwa. Kwa hivyo aina hapo ni msuko. Mathnawi, kila mshororo una vipande viwili. Ukaraguni, kila ubeti una mpangilio wake wa vina, cha andika ubeti wa tatu kwa lugha ya nathari. Mwana ni wako wakati wa kupata himila. Mwana si wako akisha kuzaliwa. Hata tumboni mwako ni wa jamii au dunia. Ukishikilia ni wako mwavye, tukuone. Tunafaa kuwaza vyema kabla ya kutenda jambo lolote. Da, dhihirisha kwa kutoa mifano mitatu matumizi ya uhuru wa mshairi. Kuna lahaja wanasema tangu bad, eh, kwa maana ya chungu au wanasema nde kwa maana ya nje. Pia kuna mazida kule kurefusha maneno, wamesema ukimezele badala ya uk, ukimeza, ukimletele badala ya ukimleta. Kuna inkisari au kufupisha maneno, wanasema vilvile badala ya vilevile. Kuna tabila kubadilisha muundo wa neno: tusizowee badala ya tusizoee, ujue badala ya ujue, dunia badala ya kuandika dunia. E, eleza maana ya maneno haya kama yalivyotumika katika shairi. Kukusakama ni kukukwama au kukunyonga. Tunu ni zawadi, kipawa, hedaya au tunzo. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitafanya kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.